Wa Airtel Tanzania bwana Sunil Kolaso. Tunapenda sana kuwakaribisha katika uh, press conference hii ya muda mfupi kabisa. Tunajua ninyi watu wenye majukumu mengi, kwa hiyo tutahakikisha tunaifanya kwa kifupi sana ili muweze kuwahi majukumu mengine, na katika msimu huu wa sikukuu basi tukasema sisi kama mtandao ambao unajulikana kama mtandao wako wa smartphone lazima tuweze kutoa uh, huduma na vionjo ambavyo vinaendana basi na mtandao wetu kama mnavyofahamu miezi miwili mitatu ya nyuma, na tumekuwa tukiboresha zaidi uh, mawasiliano yetu kwa kuboresha miundombinu kwa kutumia ule mpango mzima wa U900, na sasa tunapoelekea kumalizia mpango huu wa U900, basi tumewaletea leo wateja wetu data bando ambazo hazijawahi kutokea Tanzania. Bando hizi zinajulikana kama Smatika na Yatosha Intaneti. Tunarudi kwenye Yatosha, tunawaambia wateja Smatika na Yatosha internet internet ya Airtel inakupa uh, kile kilicho bora na hadi kwa shilingi 200 utaweza kupata uh, MB 40 ambazo utaweza kuzitumia kwa siku moja, na vile vile utaweza kupata uh, GB moja kwa shilingi elfu mbili ambazo utaweza kutumia kwa muda wa siku tatu. Natumaini hii offer haijai kutokea, na hamna mtandao ambao unaweza kukupa offer kubwa na kabambe kama hii ambayo Airtel imeitoa leo. Basi, kwa ufafanuzi zaidi naomba nimkaribishe Bwana Isack Nchunda, ambaye atatuelezea sasa ni jinsi gani hizi hizi bando ya Smatika na yatosha uh, intaneti uh, zime- zimetengenezwa kwa sababu sio tu hizi nilizozitaja za shilingi mia mbili na za shilingi elfu mbili ambazo zinaweza kutumia kwa siku tatu 1 GB, lakini vile vile kuna vionjo vingi zaidi ambavyo vimetengenezwa kuendana na matakwa na matumizi ya mteja. Kwa hiyo naamini kabisa katika msimu huu wa sikukuu uh, wateja wetu wa Airtel wataweza kupata zile huduma ambazo ni bora kabisa. Uh, Bwana Isack Nchunda naomba nikukaribishe kwa ajili ya ufafanuzi zaidi. Asante sana. Leo Airtel tunayo furaha kwa kuzindua ofa yetu maalum inayoitwa kampuni, uh, ofa yetu maalum inayoitwa Smatika na Yatosha Intaneti. Katika hii ya Smatika na Yatosha Intaneti uh, tunazo offers nyingi uh, ambazo Yatosha Intaneti mpya sasa imeweza kumwezesha mteja kupata vifurushi vyenye MB na GB zaidi zaidi ya mara mbili ya vile tulikuwa tunatoa kwa kila kifurushi cha Yatosha internet, sasa kimeboreshwa unaweza kupata MB na GB zaidi ya mara mbili tulikuwa tukitoa hivi sasa. Kwa hiyo basi wateja wetu uh, wanakaribishwa kuanza kutumia huduma hii ya Yatosha internet, ambapo watapata ofa kubwa ya GB moja kwa shilingi elfu mbili ambayo wanaweza kuitumia ndani ya siku tatu. Ukipiga nyota 149 nyota 99 alama ya reli utachagua yatosha internet mpya ambayo ipo uh, menu namba tano ya yatosha. Ukishaingia hapo, unaweza kupata ofa mpya. Ndani ya ofa mpya ya yatosha internet kunavyo vifurushi vinne, ambavyo kifurushi kikubwa kinakuwezesha kupata GB moja kwa siku tatu kwa shilingi elfu mbili. Pia watumiaji wa wa kifurushi cha shilingi 1000 sasa wataweza kupata MB 500 ambayo wataweza kutumia kwa siku moja na vifurushi vingine vinavyowezesha kupata GB mbili kwa wiki moja kwa shilingi 5000 na GB kumi kwa mwezi mzima kwa shilingi 20000 Kwa hii kwa namna pekee ni fursa kwa Watanzania wote kuweza kujiunga na vifurushi vya tosha intaneti mpya waweze kusmatika zaidi. Kwa hiyo, basi tunawaomba watumiaji wote wa Airtel na watumiaji wote wapya waweze kujiunga na kutumia huduma hizi ambazo ni huduma za kibunifu zimeboreshwa zaidi zinatoa MB zaidi kumwezesha Mtanzania kuweza kuwa smart katika kila analoendelea kulifanya. Kwa ujumla wake, tunamwezesha kila mtumiaji wa huduma ya Airtel kuendelea kufurahia kipindi hiki cha sikukuu na zaidi ya sikukuu, na pia aweze kupata zaidi, kwa maana ya kwamba Airtel ni mtandao unaokupa zaidi, na Airtel yatosha intaneti inaendelea kukupa zaidi na kujali mteja yani na maana, kama ungeigawanya elfu ishirini kwa mwezi, yani ishilingi elfu tano tano kila GB tano ikila GB mbili naona mambo nonamamb jamani. Sibuka loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi. Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote jishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda bodaboda 15 pampu za dawa 50 radio 100 majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem, kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya muamalo wa mpesa kisha chagua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 Download Global app sasa, hakika itapendeza.